Welcome share and comment. Tupo huku kwenye ku, kuangalia viwanja. Nyuma yangu ukiangalia huku kote ni viwanja. Change camera. Ni viwanja huku kote. Usisahau kusubscribe hapo, kulike, kushare na kucomment. Uniulize kuhusu viwanja. Mimi binafsi narudia tena. Nimenunua eneo hili. Sawa. Kwa hiyo unapata huko ndizi. Mboga mboga tunalimo. Usijale kwa sehemu ni napona kwa bondeni kwa kitu. No, ni sehemu ambayo unaweza kutengeneza vizuri. Ukijenga nyumba yako hapa, unataka weka uzio ukatenganisha baina ya bonde na nyumba yako. Kwa, kwa vizuri kabisa maisha ni nyumba. Maisha ni nyumba. Hata serikali yetu inatuambia maisha ni nyumba. So welcome, unieleze kuhusu viwanja, kwanza nitaipata wapi? Huku ni Msongola, sehemu hii inaitwa Wembeni shina namba nane. Ulizo kingine comment yakotaa nasnum

Jamani, mnakumbuka hiyo video nimewawekea mwanzo, kuwa kwa kuwakumbusha, hapa ndio pale ambapo niliwaonyeshea siku ile, kwa jamani, viwanja vinauzwa huku sehemu, ndio hiyo, umeona jamani, ujenzi unaendelea, na na nawasisitiza kina dada, jasho lenu, kazi zenu mnazofanya ngumu, za maumivu, kuchoka, kukasirika, kugombwa, yaani kila kuzodolewa, kila aina ya mambo Jiwekee kumbukumbu na ufanye mambo yako yaliyokuwa ya msingi. Hakikisha unapata msimamizi wako bora ambaye anakusimamilia kazi yako jamani. Mnapakumbuka siku nawaonesha jamani, viwanja vinauzwa, nyumba ndo hiyo, ujenzi unaendelea. Ila tu ambacho nataka kuambia tahadhari, we na yani, wewe unanunua kiwanja sehemu inakuwa ina mwinuko kidogo, mjue ina gharama, ina gharama na ina jasho, yaani inahitaji wewe upambane zaidi ili uweze kupaboresha hapo. Napoona nyumba hii itakuwa underground, yani itakuwa huku chini ambako unaona msingi mrefu. Vitakuwa vyumba viko chini, yaani vinaanzia chini, alafu tunapiga zege juu. Ikisha hiyo nyumba inaendelea kwenda juu, ina maana kama gorofa vile, tuseme hivo. Ni underground, lakini kama gorofa, yani vyumba vile vitakuwa vya chini, ambapo milango inakuwa nyuma, alafu juu tunaendeleza nyumba nyingine, vyumba vitatu kama mnavyoona hapo hapo. Sasa wamepiga rinta, wamemaliza. Kisha naendelea kuwaonesha jinsi inavyoenda. Naona ndugu zangu, baada ya kuwa sasa pale imeshapigwa rinta, imetolewa zile mbao vizuri, nadhani mnaona kuwa huu msingi mbele uko chini, alafu huko nyuma ni msingi mrefu zaidi kwa hiyo badala ya kujaza kifusi imebidi sasa tupige zege juu tufunike nondo na nini na kila kitu hivyo. Vyumba vile ambavyo unaviona virefu na hiyo korido vyote vinafunikwa vinakuwa na milango ya nyuma, alafu huku juu nyumba inaendelea imefumuka. Haya, ah, jamani, nimewawekia hiyo video tangu siku natangaza viwanja na mpaka juzi zoezi nilipoanza nalo kwa nini nimeweka hii video? Kwa ajili ku inspire watu, alafu pia kuwakumbusha nyinyi mabinti ambao mnafanya kazi kwa tabu, kwa machungu, kwa maumivu, kwa kusimangwa, yani unafanya kazi kwa ugumu, jua kali, yani unapitia kipindi ambacho unachopitia, unajua unapitia vipi ugumu. Kwanza licha tu kuwa kazi ni ngumu, kuishi tu nje ya familia ya kwako mwenyewe ni kitu kimoja ambacho ni kigumu pia. Lakini yote kwa wote tunasema upo katika kutafuta nawambiea nyinyi mabinti wote ambao badala ya kuwekeza kwenye mambo yako ya msingi unawekeza kwenye mapenzi. Tumekuwa tukisikia sana hizi stori, huyu katapeliwa na mpenzi wake, ametapeliwa sijui na nini, alienda TikTok. Jamani, na hizo TikTok, hebu nambieni mnavyofungua hizo TikTok, kaa huko TikTok unakuwa mnalipwa au? Sawa, ni TikTok, tunataka tu upoteze muda huu. yani hue una have fun kwa unapiga stori, unakutana na watu unacheka, lakini mpaka mzungumzie stori za pesa. Unajua, na watu wameshajua kuwa wafanya kazi walioko Omani pesa zao zipo tu, hawanaga malembo, wana wafanya kazi katika mwisho wa mwezi wakilipwa, wanaziweka na ndio maana ni rahisi tu kutuma, kwa sababu ukiangalia unazo. Lakini pia wewe una tafakari, je, ni kirudi nyumbani au kitokea? Sasa hivi nimeumwa hapa kwenye kazi nimeanguka nimevunjika kwenye harakati zangu za kazi, nimeteguka mgongo, nimepitia changamoto yoyote, ninaye ni ni mtu akunishika nyumbani? Ninacho kitu cha kunisaidia? Kwa sababu mwarabu hawezi kukuweka wewe ambaye tayari ushavunjika mgongo, ni lazima ataleta mtu mwingine. Mwarabu hawezi kukaa, anze kukuuguza wewe, akupeleke India, sio, akupeleke wapi, sio ulazo ufanye, haiwezekani lazima atamleta mtu mwingine, wewe utarudishwa kwenu. Sasa iweje? Pesa zenu nyinyi hazina malengo. Yani zina malengo, kutuma kwa shangazi, kutuma kwa mume, kutuma kwa mpenzi, kutuma kwa... yani, mtu umekutana naye Facebook, umekutana naye TikTok, umekutana yani, unasikia stori za watu kuibua pesa mtandaoni mpaka unajiuliza, kwani imekuwaje? Video zangu nyingi nimekuwa nikiweka hapo kuwaambieni, jamani, umeshindwa kuweka pesa ndani, fungua akaunti mwambie bosi wako kufungulia akaunti ili zile pesa ukilipwa ziko benki umetulia. Kuna mtu ananipigia simu nani, wengine anapigia simu. Haya jamani, nilipigia simu video kaisha njiani. Kwa hiyo ndio hivyo, unashindwa kuweka pesa mkononi, unaona lazima utatuma. Fungua akaunti. Pesa zikiwa kwenye account huwe kutuma. Utakuwa umekanuza zipo kwenye account tu hata mtu akuombe vipi. Kama wewe una mkono wako wa kutoa toa. Basi fungua account ili wewe unaingizwa tu kwenye account inakaa huko. Ikifika wakati unataka kuondoka utaenda benki utazitoa pesa zako zote. Lakini unakuta leo hii msichana anaenda kufanya kazi, yaani ye, yeye ameenda kuifia familia. Ameenda kufia watu. Kwa nini nasema umeenda kufia watu? mtu yoyote akiniambia nipe elfu hamsini uweze kwa maisha ni magumu nitumie elfu ishirini nitumie mwenzangu elfu arobaini nitumie mwenzangu elfu kumi tu nitu yani wewe unatuma unatuma unatuma unatuma unatuma miaka miwili imeisha unaanza kuchanganyikiwa hujui anze wapi umekutana na mpenzi mtandaoni ndio kwanza umeingia umani una miezi mingapi una miezi sita una miezi minne una mwaka mmoja unakutana na mpenzi ambaye unajua utachati naye kwa muda wa mwaka mzima Je, katika huo mwaka mzima unajua mtakuwa bado bado ni wapenzi? Unampa pesa bila viandishi bila washahidi bila chochote, anakutafutia watu, huyu ni kaka yangu, zungumza naye, huyu ni dada yangu, zungumza naye. Unaamini kama kweli ni ndugu zake? Unaamini? Hebu tuanzia hapo, unajuaje kama wale kweli ni ndugu zake? Jamani, mjiongeze, isiwe pesa zenu hazina kazi. Hii kamera yangu ikj, mjiongeze, sije kwa pesa zenu hazina kazi, sababu unakuta kuna wanaume hapo kwenye magrupu washajua wafanyakazi wa Omani wanafanya kazi, pesa wanazogo, yani wanazo tu, hawatumaji hawafanyaji, ni ukiwaomba wewe wanakupa. Jamani msio na akili, hizi kesi za kila siku, mtu kaibiwa TikTok, alafu nakuta unajidhalilisha tena, ukirudi huko mtandaoni huyo useme niliibiwa. Nakwambia mwanaume unakutana wewe, unaona kama unasaidika, lakini unadhalilika tu. Watu wanasikia sawa, wanajifunza kupitia wewe, lakini unachekwa na muda wako haurudi tena. Ushatumia miaka minne, kazi umefanya miaka minne zote umehonga. Hebu naambie, umeacha watoto, umeacha wazazi wako hujawaona. Inabidi tena usaini mkataba mwingine ili angalau uongeze pesa urudi naye. Unadhani maisha uliyoacha nyumbani utayakuta tena yale yale? Sio kweli, hutokuta biashara ambayo utaiweza kufanya. Utakuta mazingira yamebadilika, huwezi na mwili wako umeshachoka. Tumieni pesa zenu kwenye mambo ya msingi. Huiamini familia yako, humwamini mtu akujengea kufanya chochote. Tunza pesa zako benki. Usiwe wewe ndio umeenda ku sacrifice maisha yako kwa ajili ya familia, wewe umeenda kuifia familia. Maana yake huyu changazi yangu, kula na shida nani? Unaishia kutuma kutuma kutuma kutuma. Miaka miwili sio mingi, ndugu zanguni, tumieni pesa kwa mambo ya msingi. Hamtoi sadaka, hamsaidii maskini, hamtoi sehemu ya zaka, hamsaidii watoto yatima. Nyinyi ni kuonga wanaume tu mtandaoni, kweli? kwa sababu unamsikia mtu Omani, oh siku nafanya kazi, amekufa anatakiwa siku hivi na hivi, zitaenezwa voice za kuongelea yale maneno, lakini aitishe mtu mchango, uone kama kuna watu watachangia kuhusu huyo mtu aliyoumwa siku aliyofanyaje, hawatoi. Lakini kwa wapenzi wao huko, tuma tuma, huyu tuma kule, tuma huyu, mtu anakutongoza alafu kitu kingine ambacho ni kibaya zaidi, ambacho mnajifunga nacho kwa wale wanaume, anakushawishi mwanaume, anakwambia hebu naomba uvue nguo nikuone kwanza juu mpaka chini mpenzi wangu jinsi ninavyokupenda wewe ni mke wangu nimesha kuoa wewe ni mke wangu nimesha kuoa kwa hiyo uniamini mimi mumeo na wewe unabaki kuamini unavua nguo unamtumia picha za uchi unafanyaje kwa hiyo unakuta umejicommitment na yeye huwezi kutoka akikuomba pesa ni lazima umpe usipompa unaogopa picha zako atazivujisha au kuna mwingine anakwambia kabisa kama hutonipa pesa unataka tuachane, video zako unazisambaza. Unaanza kuwaza Mungu wangu, itakuwaje, itakuwaje? Unachati na yule mwanaume una nguo kwa sababu gani? Unamwaminije wewe mtu mtumie picha za, za, za uchi, umtumie mwili wako, umtumie tu, unamwaminije? Yaani mnafanyaje kazi bila malengo? Ni kama vile watu mnaingia tu kupoteza muda. Guys, nawapenda nawajali, nawathamini. Kama video zangu zina msingi mpe like na mtu mwingine like, na usubscribe hapo.